Nawezaje kupata MasterCard au visa card ili niweze kulipia kwenye TikTok gift? Yaani, mtu akiposti video au akiposti akiwa live, niweze kutoa gift rose au kitu kingine chochote. Step ya kwanza, ambayo ni ya muhimu, lazima ubadilishe line yako kuwa visa au MasterCard. Nitaenda kuelekeza step by step kwamba unawezaje kuifanya line yako Tigo, Halotel kuwa Visa au Mastercard ili uweze kulipia hizo gifta ambazo unazotaka kulipia huko TikTok. Na hata wale wanaotaka kuwa magifta kwenye TikTok. Njia ya kuwa na Visa card ni option ambayo ya Visa kadi ni njia ya malipo ambayo unaweza kuifanya endapo hauna cash nambao unaweza kulipa kwenye petrol station, maybe kwenye restaurant ambao atakuwa na option ya Visa kadi ya kulipia kwa Visa kadi kwenye ndege, kwenye option nyingi za kulipia za serikali mtandaoni na vitu vingine kama hivi endapo labda unataka kununua huduma, inaweza kuwa Premiere Pro, inaweza kuwa labda application yoyote ya kuedit au application yoyote ambayo inahitaji malipo. For example kama Netflix ni mfano mzuri ambao watu wengi Tanzania sasa hivi wanailipia hiyo nayo know, ni option ambayo itakuhitaji huwe na Visa Card. Sasa leo utakwenda kwenda kukuelekeza jinsi gani unaweza ukaifanya laini yako kuwa Visa kadi ili uweze kufanya malipo yote ya mtandaoni kwa kutumia laini yako tu ya simu, pasipo kwenda kujisajili, siokuwa na laini ya benki au ya nini. Laini yako hiyo ya simu inatosha kufanya malipo yote ya mtandao. Utabonyeza nyota mia na hamsini nyota ziro moja redi. Baada ya hapo utaipiga hilo baada ya kubonyeza hapo utachagua namba saba huduma za kifedha. Sijajua kwa Airtel, sijajua kwa Halotel, sijajua kwa M-Pesa iko namba ngapi kwa... namba saba, namba maliza, chagua huduma za kifedha nadhani wote wana option hii, ni huduma huduma za za kifedha, ambayo namba moja Ukishachagua hapo, utachagua kuna option nyingi ya kutengeneza kadi, angalia kadi zako, angalia miamala, mipangilio ya kadi, vigezo, masharti, menu kuu, cool. na maana hapo, kama una kadi tayari, utaangalia utaangalia miamala yako utaangalia, sio kadi zako. Lakini kama huna kadi, na maana hapo, utachagua namba moja kwamba tengeneza kadi, ambapo utachagua tena namba moja endelea kutengeneza kadi kuna hapo utachagua kuna option: kuna matumizi ya mara moja, alafu kuna kwa siku tisini. Mimi nachagua kwa siku tisini. Unakaribia kutengeneza Visa Mastercard kwa siku tisini. Ada ya kutengeneza kadi ni shilingi zero, kama nilivyowaambia, hahitaji malipo. Tafadhali ingiza namba ya siri. Sasa hapo ndo naingiza Miss bayas MasterCard ya siku 90 imetengenezwa kikamilifu. Kwa hiyo option ni simple na haihitaji mambo mengi. Uko na mimi na ulikuwa na mimi ano meme, kuna mengi yanakuja, kuna vitu vya vyeti vya kuzaliwa, kuna mambo ya leseni za biashara, kuna mambo namna ya kupata na kujisajili jina Brela, kuna mambo mengi yanakuja ndani ya ano meme. Kwa hiyo usiache kufollow, usiache kusubscribe, usiache kulike, kucomment na kushare, ili wengine waweze kupata kile unachokipata sasa hivi, muda huu ambao mekawa unasikiliza. Ulikuwa nami toka mwanzo mpaka mwisho. Bye bye. Ciao ciao.